Kwa macho ya wengi, iShowSpeed ni burudani. Ni kichekesho. Ni vurugu za mtandaoni. Na ukweli ni kwamba kwa hata wengi wetu, bila kujua undani wake tu, uh, tunamchukulia hivyo. Lakini kinachoshangaza ni kwamba nyuma ya, uh, ya pazia hiyo, kuna kijana anayefanya biashara kubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. Licha vitu, ya vitu anavyofanya mtandaoni ambavyo mara nyingi huonekana havina mpangilio. iShowSpeed ni tajiri mkubwa. Inadaiwa mpaka sasa ana utajiri unaokadiriwa kufikia dola za Kimarekani milioni 15, kiasi ambacho kwa thamani ya pesa ya Tanzania ni takribani shilingi bilioni 37. Huu si mchezo, ni mafanikio ya kidijitali yanayoonekana. Kwa mujibu wa makadirio, mapato yake ya kila siku yapo kati ya dola kumi na tatu elfu hadi elfu ishirini sawa na shilingi milioni thelathini na mbili hadi arobaini za Kitanzania kwa siku moja. Hayo yote yanatokana na matangazo, michango ya mashabiki, mikataba ya kibiashara na nguvu ya ushawishi wake mtandaoni. Kwa kifupi, iShowSpeed anatajwa kuwa na utajiri unaozidi wa baadhi ya mastaa wakubwa wa Afrika akiwemo hata Diamond Platnumz, jambo linaloonyesha jinsi dunia ya kidijitali inayoweza kubadilisha kabisa mizani ya mafanikio na utajiri. Huyu ndio iShowSpeed, kijana ambaye wengi wanamchukulia kama ayuko sawa, kumbe nyuma ya kamera anajenga imaya ya pesa. Ni somo tosha kwamba usipime mafanikio kwa sura ya nje tu. Wakati mwingine kelele ni pazia la akili inayofanya kazi kimya kimya. Imeandaliwa kwa kusimuliwa na Msafi Pro wa Jida Media. Uwe na wakati mwema, bye bye.